Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda ametangaza kuwa walimu wote wa mkoa wa Dar es Salaam watasafiri bure katika treni zinazotoa uh, huduma katika jiji la Dar es Salaam kwa kutumia vitambulisho vya awali vilivyokuwa vikitumika kusafiria kwenye mabasi ya daladala, huku wanafunzi wakilipia shilingi mia moja katika usafiri huo Suleman, wa treni. Hamis Suleiman anaarifu zaidi. Injinia Masanja Kadogosa, bwana Makonda amesema mpango huo umekubaliwa na shirika la reli baada ya mazungumzo yake yenye lengo la kuwapunguzia gharama za usafiri kwa walimu wa jiji la Dar es Salaam. Amesema mpango mwingine ambao tayari ameufikisha kwa waziri mkuu Kassim Majaliwa ni kuwawezesha walimu kusafiri bure katika mabasi ya mwendo kasi, ambapo pande husika zinaendelea na mazungumzo. Shirika letu chini ya mkurugenzi wetu ambaye tuko naye hapa amekubali ombi letu lile lile la serikali ya mkoa la kuwasaidia walimu kusafiri bure. Ombi hili linahusisha umuhimu wa usafiri wa treni ambao leo tuna njia mbili kubwa. Tuna Ubungo Maziwa aa, kutoka station mpaka Ubungo Maziwa, lakini pia tuna njia nyingine ya kutoka station kwenda mpaka Pugu. Njia hizi zote mbili zinabeba wananchi wengi na kwa usafishaji huu unapunguza kero ya foleni, lakini wakati huo huo inaboresha uokoaji uh, wa mtu Wakati huo huo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amewataka wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam kujitokeza kesho kumpokea Dr John Pombe Magufuli katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere atakapowasili kutoka mkoani Mwanza saa nne majira ya asubuhi. Ningiwaomba wapenzi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, kwa upendo wetu mkubwa, huyu ni shujaa wetu anayepambana usiku na mchana kuwatetea wajonge na maskini Namna pekee ya kumtia moyo ni kujitokeza katika makutano ya kumpokea, ni kujitokeza katika uwanjawa airport na kumpa support ya kwamba wananchi tuko pamoja nao. Hamisi Suleman, Channel 10, Dar es Salaam ba